Tumeenda lakini ni msifanye masiala jamani, mkaleta mzaa hapa, tutakuwa tulali huko ndani. Tumeenda sema sima, tumemkuta na wateja kibao, sembuse jana vile alivyonyaliwa na makubwa Chiku. Ila amesema akimaliza kazi zake atakuja, lakini mimi naona tunahangaika bure. Tumeenda tumemkuta na wageni kibao. Na ukizingatia jana vile vinyaliwa na makubwa. Hey. Ila akasema mwenyewe akimaliza kazi zake kwa mm -hmm. Tunahangaika bure kumwagua huyo mgonjwa jamani. Wa kumwagua Chiku Chiku akagalegale pale kwenye mlango pale galegale -gale, amtabikie mdogo wake amuondolee kinyongo ama mambo ndo yataisha. Hivi, <coughs> Da Mwadawa wewe unaweza kugalagala pale kisingi tena kwa mdomo wa Siwa kweli? Tukaila na Siwa, naye ana mdomo sana. Hada bwana. Hivi kweli? Wewe unaweza kwenda kugalagala pale kizingitini kwa mdomo wa Siwa. <laughs> Siwa na mdomo, Tukae. wala soma sia. Wewe Mashavu, hebu muambie mamako apunguze mdomo. Kwa nini asiwe kama mimi mtaratibu? Mm, mm na nyuna guna kitu gani? Mm. Mimi nafiatuka kama anavyofiatuka yeye. Mm. Eh? Afanye hivyo atibiwe na nani, na huyo ndugu yake agomboke na hii adhabu jamani na tena, isitoshe, hiyo siku ya kumloga yule ndugu wenu wote mlikuwepo, na pia ulikuwepo. Ah, sawa. Twende. Yaani nyie, aniambie tukae vipi? Baba anaendeleaje? Una kazi ya kulilia mali zake tu, mwenyewe umlili hivyo. Una akili kweli wewe. Wewe zinafanya kazi hmm. Yani, wewe ni achidede kama maachidede wengine, una tofauti kabisa. Eh. Sasa una tofauti tofauti kabisa gani? na Kobisi kachukua mwanamke kaweka ndani, yupo upo tu kama gorong'onzo, eh, kujitia mapana kama mkata ukibonyeza, kumbe ndani bofro sponge hamna kitu. Na mimi nakwambia Mwadawa, na Kobisi yule mzee siku ngai kadanja maji mtaitamani kwa Tukae. Unanichamba mimi wewe ni, jenogia, nyo, nyo, nyo. Neno nyo, nyo, nyo, nyo. Onda, kwa hiyo umeamua kunichamba mimi tukae ng'onda wewe, hapana, na mchamba huyu kupwani mbavu zako, afu unaleta jeuli wewe. Kumbuka kuna giza, kumbuka kuna kitanda, na kitanda ni cha Mwadawa. Unaleta nyodo. Yaani unaita nyoro mchana afu usiku unakuja kuweka shuka lako hapa na jicho lako hapa nitakuona kwenye kitanda changu kama utakuwa umelala. Na hizo hasira zote hizo kukwambia ona nuksi. Sasa unakataa nuksi wewe una. Una nuksi ya jela wewe? Wewe unaye. Lina nuksi hilo. Yaani hata wanaume wakibanzichana wote wauza sambusa, wauza sijui kitu gani? Wote hawakutaki. Sasa wewe unakutaka nani? Ha? Eh? Huna mawio, huna machweo. Kila siku nganja hapo, anayekutaka nani? Wapo wanaonitaka utawaona tu nani una anakutaka unamtaka hapo hapo, si anaita zumu mvute kaingia hapo, si yote hiyo sababu anajua anaisha kwa mama sawa. Unaipiga hiyo

Mwadawa naomba tuheshimiane Sorry, hivyo ametaja wale wanaume wa nini hapo ikwa tarinyuaanhan